Tunasonga mbele na kitabu chetu kizuri cha Yoshua bin Sira, ambapo pia unaweza ukafuatilia kwenye channel yetu ya YouTube pamoja na Facebook, tukavisoma kwa pamoja kule ndani. Katika jina la channel yetu ni Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Wapendwa, tufungue kwa sala ili kuanza rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu we ni Mungu mwaminifu unayeweza, wala hakuna Mungu aliye mwaminifu kama wewe. Tunanyenyekea mbele zako, e Bwana, tunaomba rehema na msamaha maeneo yote ambayo Bwana tumekosea na kutenda dhambi. Tunaomba e Mungu tusamehe na utuhurumie kwa huruma yako na rehema zako. Damu yako Yesu Kristo iliyo ya thamani Tunaomba iweze kushuka na kutusimamia ili tuendelee kuwa imara sawasawa, sawa na mapenzi yako. Tukinge na kila roho zote za yule mwovu, na neema yako itushike mkono, tuendelee kuwa salama, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu, tuanze rasmi usomaji. Sura ya tatu. Wanangu mnisikilize mimi baba yenu, na kutenda kama haya ili mfanikiwe, madhali Bwana amempa baba utukufu mintarafu wana na kuithibitisha haki ya mama mintarafu watoto. Amheshimuye baba yake atafanya upatanisho wa dhambi naye, amtukuzaye mama yake huweka akiba iliyo azizi. Amwishimuye babaye atawafurahisha watoto wake wenyewe, na siku za kuomba dua atasikiwa. Amtukuzaye baba yake ataongezewa siku zake, akimsikiliza Bwana atamstayarisha mamaye na kuwatumikia wazazi wake kama mabwana katika neno na katika tendo umheshimu baba yako, ili baraka zote zikujie kutoka kwake, mradi baraka za baba itaziimarisha nyumba zao watoto, bali laana la mama huing'oa misingi. Usijisifu hata kumwaibisha baba yako, maana aibu ya baba yako sio utukufu wako utukufu wa mtu ndio utokao katika heshima ya baba yake, na mama aliyefedheka ni lawama la watoto wake. Mwanangu, umsaidie baba yako katika uzee wake, wala usipate kumhuzunisha siku zote za maisha yake. Akiwa amepungukiwa na ufahamu, umwiye kwa upole, wala usimdharau iwapo wewe umzima mzima sana kwa maana sadaka apewayo baba haitasauliwa, na badala ya dhambi itahesabiwa; kwa kuthibitisha, siku ya msiba wako itakumbukwa juu yako; kama jua kali juu ya sakitu, ndivyo dhambi zako zitakavyoyeyuka. Mwenye kumdharau baba yake ni mfedhuli, naye mwenye kumlaani mama yake amekwisha kulaaniwa na Bwana. Mwanangu, wakati wa kufanikiwa uendelee katika unyenyekevu, hivyo utapendwa kuliko mwenye ukarimu. Kadiri ulivyo mkuu, uzidi kujinyenyekesha, nawe utapata kibali machoni pa Bwana. Kwa maana rehema zake Bwana zi kuu, na siri yake ni kwa wanyenyekevu. Msiyatafute mambo ya ajabu ya kukushinda, wala kuyachunguza yaliyositirika kwako. Yale ya uliyoagiza utayatafakari, huna haja ya mambo yaliyofichwa. Usijishughulishe na mambo yasiyodirikika maana umekwisha kuonyeshwa mengi zaidi kuliko watu wawezavyo kufahamu. Walakini majivuno ya wanadamu ni mengi, na mawazo ya upuzi yawaongoza watu kunako ukosefu. Bila mboni ya jicho hakuna nuru, wala hakuna hekima bila ufahamu. Moyo mgumu utapata kisirani halafu, bali apendaye mema atakwenda nayo. Moyo mgumu utazidishwa mashaka, na mkosaji hututa dhambi juu ya dhambi. Msiba mwenye kiburi hauleti kupona, mche wa uovu umepandikika ndani yake. Moyo wa busara utatambua mithali, na sikio sikivu ni tamaa ya mtaalamu. Maji ya uzimisha moto uwakao, na sadaka huo upatanisho wa dhambi. Alipae sani itamkuta njiani, na wakati wa kuanguka atapata nguzo. Sura. Ya nne. Mwanangu, angalia usimpunje masikini riziki yake, wala macho ya wahitaji usiaongojeze ungo mno, usimhuzunishe mwenye njaa wala usimchokoze mtu mwenye shida, usiudhikishe mtima wa mnyonge, wala usikawie kumpa fukara Simkatae mombaji katika udhia wake, wala usiugeuzie uso wako mbali na mtu masikini, wala usimpe mtu sababu ya kukulaani. Mradi akikulaani katika uchungu wa roho yake, yeye Muumba wake ataisikia sauti yake. Ujipatie kupendwa na kusanyiko na mbele ya mkuu wa mji uiname kichwa, umtegee masikio sikio lako, ukamjibu maneno ya amani kwa unyenyekevu. Umogope yoyote aliyedhulumiwa mkononi mwako, yule amdhulumue, wala usifanye woga utoapo hukumu. Uwe mfano wa baba kwa yatima na badala ya mume kwa mama yao; hivyo utakuwa mwana wake aliye juu, naye atakupenda kuliko akupendavyo mama yako. Hekima huwafundisha wanawe na kuwaelimisha wanaomsikiliza wao, wampendao kupenda uzima nao wamtafutao watapata kibali kwa Bwana. Wao wamshikao wataurithi utukufu, hata na kudumu katika baraka ya Bwana. Wao nao wamtumikiao watamhudumia watamuhudumia yeye aliye mtakatifu, nao wampendao Bwana huwapenda. Amsikiaye atahukumu kwa kweli naye amjalie, atakaa katika chumba chake cha ndani akimtumainia, akimrithi, atakuwa naye hata vizazi vyote vya milele. Kwa maana mwanzo hekima ataandamana naye kwa njia ya kikombo, na kumletea hofu na woga, na kumwadhibisha kwa marudi yake, hata atakapoweza kumwamini roho yake na kumhakiki na hukumu yake. Ndipo atakaporudi na kumwongoza moja kwa moja na kumfurahisha na kumfunulia siri yake. Walakini akipotea hekima atamwacha na kumtia mikononi mwa uangamizi. Mwanangu, Uziangalie nyakati na majira, ujiadhari na maovu ili usione haya kwa mambo ya roho yako. Kwa maana kuna haja iletayo dhambi, tena kuna haya iliyo tuku, tukufu na neema. Usimjali mtu yoyote kiasi cha kujidhuru roho, roho yake. Wala usiingiwe na soni kiasi cha kujiangamiza. Usiezuie maneno yako iwapo yanaelekea hali ya salamu, wala usifiche hekima yako kwa ajili ya uadilifu, madhali kwa usemi hekima itajulikana na mafundisho kwa neno la ulimi. Usiseme neno kinyume cha kweli, na machoni pa Mungu uwe mnyenyekevu. Usione haya kuungama dhambi zako, wala usijaribu kuzuia mkono wa mto. Usijilaze chini ili mpumbavu akukanyage, walakini usimpendelee mwenye cheo. Uishindanie kweli hata kufa. Naye Bwana atakupigania wewe. Usiwe mepesi wa kunena, mlegevu wa kutenda, msahaulifu. Usiwe kama simba nyumbani mwako mwenye kutuhumu watumishi wako. Mkono wako usinyoshwe kupokea, ukarudishwa wakati wa kulipa.